Kwa ufupi kabisa, shirika la Plan International ni shirika lisilo la serikali ambalo alifunikani alifungamana na itikadi za kidini wala za kisiasa, lakini ni shirika ambalo linajishughulisha na shughuli za maendeleo ya jamii, likuwa na lengo la kujenga ustawi wa watoto, vijana na jamii kwa ujumla katika maeneo yafuatayo: eneo la kwanza ni ulinzi wa mtoto, kuwezesha vijana kiuchumi, elimu jumuishi, afya ya uzazi na lishe, na maji na usafi wa mazingira, pamoja na dharura na misaada ya kiutu. Katika mkoa wa Mwanza tunao miradi kadhaa tunatekeleza, lakini moja wapo ni mradi wa Vijana, Elimu, Malezi na Ajira, unaofadhiliwa na shirika la maendeleo la Ubeligiji linaloitwa DGD. Mradi huu unalenga una, katika kuhamasisha kuimarisha mifumo ya ulinzi wa watoto na vijana katika jamii, kuwawezesha vijana kiuchumi, lakini pamoja na kutengeneza miundombinu ya elimu jumuishi mashuleni. Mradi huu unatekelezwa katika wilaya mbili, Ilemela na Nyamagana. Aa, katika wilaya ya Ilemela tunakava kata saba, lakini wilaya ya Nyamagana tunakava kata sita. Katika mradi huo pia tumefanikiwa kufanya shughuli kadhaa. Ikiwemo hii hapa ya mafunzo ambayo leo hii tunahitimisha. Kati ya shughuli tulizofanya ni uundwaji wa vikundi vya hisa vya vijana. Tumefanikiwa kuunda vikundi vya hisa 53 venye jumla ya vijana 1158 ambao vikundi hivyo vya hisa vimepata mafunzo mbalimbali mbali, ya kiwemo elimu ya fedha, elimu ya biashara, elimu ya kuweka akiba na kukopa, ujasiriamali, usawa wa jinsia, lakini na elimu ya teknolojia. Hivi sasa hivyo vikundi vinaendelea na takriban miaka mitatu na vimefanikiwa kuwa na akiba ya jumla shilingi milioni mia moja tisini na mbili, ambapo umejiwekea akiba wenyewe. Hatujaweka fedha zote ndani ya hiyo mifuko. Ni fedha za vijana wenyewe wananunua hisa wanakopeshana, lakini pia pia na hilo sasa hivi pia wamefanikiwa kupeana mikopo ya jumla ya milioni 107, na kupitia hiyo mikopo vijana hao wamefanikiwa kuanzisha biashara mbalimbali. Katika vijana hao elfu moja mia moja na hamsini na nane vijana mia nane na tisa wameanzisha biashara mbalimbali. Swala la utolaji wa mafunzo wa fundi stadi, tulikuwa na miundo miwili ya utolaji wa mafunzo wa fundi stadi. Muundo wa kwanza tugaana kwa na wenzetu VETA, ilikuwa kwa kijana achague kupata mafunzo kwa fundi mahiri anayepatikana katika eneo lake. Kwa VETA walitambua mafundi wenye ujuzi wenye weledi katika maeneo ambayo vijana wanatokea na wakajengea uwezo, na hao vijana walikuwa pale, na wakufunzi wa VETA walikuwa na wajibu kuwatembelea, kuwapima, kuhakikisha kwamba kile kilichofundishwa kulingana na mtaala wa mafunzo ulioandaliwa ndicho kichotolewa. Lakini muundo wa pili ulikuwa wa kijana mwenyewe kuamka asubuhi, kila kila kila jioni, kila mchana aweze kuja hapa VETA kupata mafunzo. Na tulikuwa tumekubali tumepanga kuwa na awamu tatu, ndizo tunazoendelea nazo za mafunzo, awamu ya kwanza ya vijana 200 awamu ya pili 400 awamu ya tatu 200. Hadi sasa awamu ya kwanza ndio tulionayo hapa ya vijana 200 waliosajiliwa, ambao waliofanikiwa kuhitimu ni vijana 171. Ambao ni sawa na 85%. Shirika la Plan lilitoa zaidi ya milioni 80 kulipa ada na kununua vifaa vya mafunzo. Lakini pia leo kuna vifaa vya kuanzia kazi, startup kits, ambazo pia zimegharimu shilingi milioni 40 ambazo zitagawiwa kwa vijana hao. Vifaa hivyo vya kuanzia kazi ni pamoja na cherehani 13, vifaa vya plumbing vitatu, vifaa vya upishi vitano, aluminium vitano Welding and publication ni vitano, mechanics vitano, mason ni vitatu, auto electric vinne, domestic installation vinne na carpentry vitatu. Lakini pamoja na hayo, vijana takriban 28 wameajiriwa wame maeneo mbalimbali baada ya kuhitimu haya mafunzo, wengine katika garage, wengine katika hoteli na vijana takriban 20 wameweza kujiajiri wenyewe. Uh, ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo kuna changamoto kadhaa ambazo tulikutana nazo pia wakati wa utolewaji wa haya mafunzo, mojawapo ikiwa ni utoro wa rejareja wa wanafunzi vijana hawa. Kama unajua ni vijana wanatokea mazingira magumu wa hali ya chini, lakini wamekuwa wakiwa na utoro wa rejareja. Leo wamehudhuria, kesho wamehudhuria, kesho hawajahudhuria. Lakini wako wengine pia kati ya hao ambao walijifungua, hawakuweza kuendelea na mafunzo. Lakini pia changamoto yetu tuliyokutana nayo ni baadhi ya wenza au wazazi wazuia vijana hao kuto kuendelea na mafunzo kwa sababu mbalimbali, vingine ni wivu, wengine ni mila potofu, lakini wanaweza kuwazuia baadhi ya wamama waliokuwa wanasoma plumbing, na wengine mbali mbali, kwa mbalimbali wasiweze kuendelea na hayo mafunzo. Ni uhitaji mkubwa wa elimu hii ya, ya mafunzo ya ufundi stadi. Shirika limelenga kufikia vijana 800 lakini wakati tunatoa mafunzo uhitaji ulikuwa mkubwa sana, lakini uwezo wetu wa kifedha ulikuwa utoshelezi kufikia vijana wote. Wito wetu kwa vijana, tunawapongeza vijana waliohitimu leo. Najua wako wengi kadhaa ambao walitamani wahitimu wali lakini wameisha njiani. Lakini hawa leo hawa 171 waliohitimu tunawapongeza, hongereni sana. Japokuwa tumepata hasara yao walio drop na tumelipa hela zimepotea, lakini kwa hao waliohitimu tunawapongeza kwa kuhitimisha hilo, mjipigie makofi. Lakini pia tunawaasa vijana hawa waweze kutumia ujuzi huo walioupata kwa ajili ya manufaa yao. Kama wakikaa na huo ujuzi tukapatia hiyo vifaa katika makundi wa wakanavyo wasivitumie vitakuwa vina faida kwao. Kwa, kwa tunawahimiza waweze kuvitunza kulingana na malengo husika wa, wa, wa, wa, na wasijaribu hata siku moja kuviuza. Miradi iliyopita tulikutana na kesi kama hizo, unampatia kijana kifaa au vijana vifaa badala kuvitumia kwa malengo hayo, wanaamua kuuza. Ndio mara mwaka huu tumeweka taratibu mgumu kidogo wa kugawa, ikiwemo viongozi wa serikali za mitaa, maafisa wa maendeleo na watendaji kata wakata husika, na watendaji wa serikali za mitaa waweze kushiriki katika zoezi hilo. Lakini pia tunawashukuru wenzetu wa Veta wa kutoa mafunzo haya kwa weledi mkubwa, ukifika kwenye wale ambao wamefanikiwa kujiajiri ukaona ujuzi wao wa pia kufanya tukio kama hili la kuhitimisha wapatiwe vyeti lakini pia waweze kupatiwa vifaa vya kuanzia kazi. Mkoa wa Mwanza tulianza jumla ya wanawake 2214 kwa awamu mbili. Kwa awamu zote mbili jumla ya wahitimu waliohitimu ni elfu moja mia tisa kumi na mbili. Idadi ya waliokatisha ma, masomo mafunzo hayo ni 300. Idadi yaliyofariki ni mmoja. Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi mwanafunzi wenzetu. Jumla ya kozi zilizotolewa ni kozi 15, katika chuo cha veti awamu ya tatu ya kozi wanawake, jumla ya wanawake 515 wanatarajia kuanza mafunzo hayo ifikapo mwezi Januari 2026. Maombi kwa mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, kipaumbele chetu, tunaomba kupata mikopo ya asilimia kumi ya halmashauri, kwa kuwa tumeshapata elimu ya kutosha kutoka kwa afisa maendeleo wa serikali kupata ofisi ya wanawake Wasamia na wanawake Samia mkoa wa Mwanza ili wanawake wengi waweze kutufikia kwa wakati endapo wakiwa na changamoto zinazowakabili wakati wa masomo yao. Ombi la tatu ni kupata mitaji wezeshi kupitia sekta mbalimbali pamoja na ajira kwa sekta binafsi na serikali. Pongezi. Tunatoa pongezi kwa wingi kwa viongozi wa VETA hasa mkurugenzi mkuu CPA Anthony Kasore, mkurugenzi wa VETA wa kanda CPA Janet Nyoni, pamoja na uongozi wa chuo cha VETA Mwanza na watumishi kwa ujumla katika kutufundisha mafunzo haya. Wanawake hawa wamekuwa ni wabunifu na wasaidizi wakubwa katika uchumi wetu wa Tanzania. Tulikuwa tunaomba Mheshimiwa mgeni rasmi, katika risala yetu hiyo, ndio iona Mheshimiwa mgeni rasmi kipaumbele chetu kikubwa cha mikopo tunakuomba sana baba yetu, nenda kakisimamie, na ndio kilio kikubwa cha kinamama. Tumekuwa tukifeli sana, tunasoma tunajikokota, tunaunda vikundi kwa vichenchi vyetu vidogo vidogo, lakini tunapofika kwenye hatua ya kupata mikopo tunagonga mwamba, tunarudi tukiwa tumenywea. Uongo kina mama hilo? Yeah, ni kilio kikubwa sana. Tunafahamu mheshimiwa Rais ameagiza na kushusha fedha nyingi kwa kila halmashauri wi za wilaya zote nchini. Baba yetu, mheshimiwa mbunge, tunakuomba sana, naenda kaliangalie hili kwa jicho la huruma, ukawaangalie kinamama ambao wamejifundisha kupika vitungua VETA, wamejifundisha kuoka mikate VETA, lakini hatuna mitaji. Nenda kaliangalie hilo kwa huruma sana, mheshimiwa mgeni rasmi. Kinamama hawa pamoja na kwamba wamekuja kusoma huko lakini wana changamoto ambazo tumezipitia huko majumbani. Kuna ulazima wa kwenda kutoa elimu. Wawenzi wetu wamekuwa kidogo wengine ni wakatili. Mwanamke anahudhuria darasani siku moja, siku ya pili anaambiwa kaa hapa, hakuna kwenda kusoma, muda wa kusoma umeisha. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kwenda kuendelea kutoa elimu ya unyanyasaji. Hiyo ni sehemu nyingine ya unyanyasaji, uongo kina mama. E, tumepokea malalamiko mengi ya wanawake ambao walitamani kuendelea kusoma lakini wenzi wao wamewazuia tena kwa mabavu na mwingine kwa kipigo ambaye nilimshuhudia. Kwa hiyo kuna kila hali, maafisa wetu au vikundi mbalimbali ambavyo vinakwenda kutoa elimu za kijamii kuhusiana na ukatili, basi viende vikaangalie katika sekta hiyo, kinamama waweze kuweza kupata nafasi ya kuja kusoma, kwani ni haki yao ya kusoma. Ukimwelimisha mwanamke mmoja, ni sawasawa na umeelimisha wanawake mia moja. Ili mikopo ile ya asilimia kumi ambayo tunazungumzia halmashauri iweze kutoka, ni lazima watu hao wawe na kikundi cha kijamii na kikundi cha kijamii, ili kiweze kusajiliwa, kinatakiwa kuwa na watu watano na mwisho ni watu hamsini. Wa watu hao wawe ni malengo ya pamoja, lakini pia wawe wanakaa mahali ambapo ni pamoja. Kwa maana hapa uh, tutajua je, kama wanakaa mahali pamoja au wanafanya kazi mahali pamoja, ni pale ambapo tunapata barua kutoka katika serikali ya mitaa inayowatambulisha halmashauri kwa hiyo wakishasajiliwa na mamlaka ya usajili ya halmashauri, basi hao watu wanaweza wakapata mikopo. Sasa ili waweze kupata mikopo hiyo, jambo la kwanza kabisa tunatamani wawe na mradi ambao wameanzisha. Tunatamani sana ijapokuwa aa, pia tunaweza tukatoa mikopo kwa wenye wazo, wenye wazo. Kwa hiyo wale wenye wazo wanapewa mikopo, lakini sisi kama maafisa wa maendeleo ya jamii na upande wa serikali tunatamani sana kama mmeanza hata kwa udogo, ule udogo inatupa imani kwamba nyie mnaweza mkalipa. Elimu mliotoa tunaamini itakwenda kuwa chachu na suluhisho ya kuwakomboa wanawake na wadada wote waliokusanyika hapa, ambao kupitia ujuzi huu tunaamini tunakwenda kuwa na mabadiliko makubwa ya kiuchumi, lakini pamoja na hayo, kuimarisha hali za kimaisha za watu ambao wamepata mafunzo haya. Na ndugu zangu, niwaambie tu jambo moja, future inajengwa, haiji hivi hivi. Kwa hiyo hapa mlipokusanyika wote ni mwanzo mzuri wa kujenga future zetu za baadaye, na kwa sababu hiyo tunaamini mafunzo yote mlioyapata hapa, ujuzi na maarifa mlioupata hapa basi vikaende kuwa chachu katika jamii yetu, na huko mtakapokwenda, msilalie ujuzi huu mlioupata, naendeni mkafundishe na watu wengine, ili tuendelee kuwa na wajuzi wengi katika jimbo letu la Ilemela na mkoa wa Mwanza kwa ujumla. Kwa hiyo, na mimi nichukue nafasi hii tena kuwapongeza sana wazazi na wahitimu wote mliokusanyika hapa, hasa wale mama zangu wa miaka sitini wale. hebu wapigieni makofi jamani! Yaani, kama mama ametambua umuhimu wa mafunzo haya na kuichangamkia fursa hii, kwa sababu niwaambie kitu kimoja, wilaya ya Nyamagana na Ilemela ina wakazi zaidi ya laki tano. Nyinyi mmechaguliwa miongoni mwao. Mimi naomba mjipongeze kwanza fursa hii tuliyoipata, basi niwaombe ndugu zangu, kweli tuendeje, tukaitendee haki. Mheshimiwa mkuu wa chuo cha VETA, utakumbuka baada ya uzinduzi wa mafunzo ya wahitimu hawa nilikuuliza swali kwamba hawa tunaowapa haya mafunzo pamoja na lengo kubwa la Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha wanapata ujuzi ili waweze kujiajiri, tuna mpango gani wa kuhakikisha watu hawa tunakwenda tunakwenda kuwapa fursa na nyenzo za wao kuweza kujiajiri? Hakukuwa na majibu, wanasema wanasoma, tututajua huko baadaye. Sasa ndugu zangu, kama nilivyotangulia kusema, makundi haya mliokusanyika hapa pamoja na kozi mbali mbalimbali naomba niwaambie wote nitakwenda ni kuwashika mkono kwa majina. Naitwa Jessica Fredi Kanuti, ni mnufaika wa mradi wa Vema, ambapo niliweza kuchukua mafunzo kutoka katika chuo cha Veta. Uh, ujuzi ambao ni, ni plumbing, ufundi bomba, japo mimi nilikuwa nasomea kwa fundi mahili ambaye nilikuwa naenda naye tunaenda naye site ananifundisha, na hatimaye leo ninakwenda nimeweza kuhitimu. Lakini sambamba na hiyo tumeshaweza kufungua ofisi yetu iko kule Swea, ambapo tunajishughulisha na ufundi bomba, ambapo tunaalikwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya shughuli ya kuunganisha maji safi na maji taka katika majumba ambayo watu wameweza kujenga. Kwa hiyo sisi tunaenda kuwekea system za maji. Mwanzo ni kuwa nisiwezi kutunza hata shilingi mia tano lakini kupitia vikundi hivi vya VEMA nimeweza kujiwekea akiba, mpaka sasa hivi nina zaidi ya milioni moja ambayo ninaipata kutoka katika vikundi, ambayo ni akiba ya yangu mwenyewe. Ukijumlisha na faida ni pesa ndefu sana, kwa hiyo naweza kujihudumia mahitaji yangu ya kimsingi, tegemei mtu yeyote. Kuna mahitaji ambayo naweza kumsaidia mzazi wangu, wadogo zangu, kwa hiyo simuombi baba yangu, mama angu simuombi chochote gamea, kwa hiyo. Kwa hiyo ah, naweza okay. Kujitegemea nimeweza kujikwamua kwa disaini hiyo. Wanaume wao wanajisifia kwamba wenyewe, wanawake hamuwezi tena, kama mimi ninavyoonekana na mwili wangu huu ah, mwembamba hivi utaweza. Lakini nitakuaminisha kuaminisha jamii kwamba hata kile ambacho mwanaume anaweza ili mradi kinanipatia kipato ni kitu ambacho ah, sio kibaya, ninaweza hata mimi mdada nikafanya na nikafanikiwa na kweli nimefanikiwa, nimeweza kujifunza, nimejua ninaweza kupanda, kufanya nini, seti zote. kila kitu kinawezekana kama umejiwekea juhudi nia. Kwanza si watu na feli kitu kimoja, kusema mimi siwezi, mimi ni mwanamke. Hata mwanamke ninaweza, kwa sababu ninazo nguvu, akili ni, ile, ile, wote tumezaliwa na akili moja, sio kwamba na akili mbili, ana vichwa viwili, wote tuna kichwa kimoja, macho mawili. Kwa hiyo ni uamuzi, ni uamuzi.